Mambo vipi, hope uko sawa sawasawa, kama tulivyosawa sawakukua. E, kuna stori nyingi sana kuhusiana na maswala mazima ya e, wanawake, na hii si kwa upande wa Afrika au sijui Ujerumani e, sijui Uingereza, hii ni duniani kote ambapo sasa utafiti mpya kutoka katika chuo kikuu cha Toronto umebaini kuwa kwamba wanawake wasio katika mahusiano wanafurahia maisha zaidi kuliko wanaume wasio na wapenzi. Kwa kuweza kuchambua taarifa kutoka kwa watu takribani elfu sita, watafiti waligundua kuwa e, wanawake waliripoti hisia chanya kuweza kuhusu kwa, kwa single, kuwa single wao, sasa waliokuwa na hamu ndogondogo ya kuweza kupata mpenzi na waliridhika zaidi kimapenzi na kimaisha kwa ujumla. Inasemekana kwamba bwana, wanawake ambao yani, ambao wako single, ambao hawana mabwana, yani hawana ma sugar daddy wao, bwana, inaonekana wao ndo wanakuwa wana furaha zaidi ukitofautisha na sisi wanaume ambao tuko single. Mbona mimi na furaha lakini pia na raha, lakini taarifa zinasema, utafiti huo umeza kufanyika na chuo kutokea huko Toronto, kwamba wao wanakuwa, e, wako free zaidi. Taarifa pia inaendelea kusema kwamba wataalamu pia wanasema hali hii inachangia na kuwa na mitandao imara ya kijamii, uhuru wa kihisia lakini pia na mabadiliko ya mitazamo ya kijamii kuhusu maisha ya upweke, e, kwa wanawake. E, bana, inasemekana kwamba wao mitandao ya kijamii imekuwa ni moja kati e, ya sehemu ambazo pia zinawafanya mawazo hayo yasiwe yanawazunguka kwenye vichwa vyao kwa e, kwa ukubwa zaidi. Lakini mbona hata mimi pia natumia mitandao ya kijamii na niko single lakini bado napata shida that's why kwamba eh, eh, utafiti huu haujakaa sawa au umekaa sawa, ume, sawa. Ili kujua kwamba hii iko sawa eh, wewe kama ni mwanamke ambaye unatazama sasa, sawa pia hapa drop comment yako hapo kwamba kwa mwanamke ambaye yuko single ni, ni ana, ana enjoy zaidi kuliko mwanaume ambaye yuko single. Na wewe mwanaume ambaye yuko single ni vipi bwana, eti una enjoy, eh, u, u, u, u, u, shida yoyote ambayo unakuwa eh, unaipata, na hizo ni taarifa kutokea huko Toronto baada ya utafiti kuweza kufanyika kwamba wanawake wao wanakuwa free kabisa hata eh, kuliko ukitofautisha na wanaume wanaue otakuwa ni poa kabisa na tutapita nayo hapa kupitia Sawasawa. Drop comment yako bila kusahau ku comment, kulike, share kushare, kusubscribe channel yetu, utakaa kwanza kupata taarifa hizi. Ciao.